You see me not having anything I don't need for that time. Swala la kitu cha kununua kwenye maisha yetu, hela iliyopo au ambayo haipo akitakiwi kutuamulia, tunatakiwa tuamuliwe na muda. Do I need it now? the shughuli isiwe sina hela yake sasa hivi ah, ah. shughuli iwe je, nahitaji kitu saa hizi au la? Fedha hapa sio kesh, fedha hapa ni mtu fulani ambaye ana maisha yako yote. Kuna kitu we unacho, yes. Mimi sizungumzie elimu yako hapa, kuna kitu kiko ndani yako ambacho hicho watu watakisikia. Challenge tulionayo mojawapo, Afrika hasa sisi wa bongo, ni tabia ya kung'ang'ania na kung'ang'aniana na vitu attachment, attachment. Mungu anakupa hatua nyingine kwenye maisha yako, unasema nimezoea, ah, hii ndio namna yangu ya kufanya. Sijazoea mimi namna nyingine, namna yangu ni hii sitaki. Be flexible. Be flexible. Kuungana na mambo. Inakuwaje huyu anauza nguo kama mimi, halafu watu wamejaa na mnaidu dukani kwake, halafu nami hapo nauza nguo lakini mimi mpaka niuze nimejizalilisha sana, nimefanya vioja vingi. Blaza Fredi Vunjabe akikaa tu mahali akisema kesho nafungua, nafungua Morogoro, akikaa tu yani, yani pale viwa imejaa. So i urge people to take a pause and think where are we missing, labda tunakimbizana na upepo ambao sio. Yani kuna watu wanakuona kabisa, wanafanya kitu kizuri, ila wanaona ni shida wewe kukupa hela Manake nini? money is not pulled to you, there is no that magnetic fields of the spirit that causes money to come to your direction. Do you know, duniani kuna watu wanalipwa in hours, in minutes yes. Kwa mfano wacheza mpira hawa, kuna watu wanalipwa kwa dakika watakazocheza uwanjani, every minute they play, hela inasoma hela inasoma. Mkimtaka acheze zaidi hela inasoma. Na najaribu tu kugusagusa maeneo fulani fulani, okay? Yes. Ni nini hiki kinachofanya hela iwe attracted kwa wale sana na watu wasione shida kuwalipa wale hela nyingi. Ah, Charles wako kwenye industry ya, ya, media, sindio? Yeah, this is Charles from Wasafi. Iswari, iswari, iswari. Ni hivi. Kwenye industry hiyo hiyo ninaamini unafahamu. Kuna watangazaji wanalipwa milioni kumi. Kabisa. The same industry hapa hapa Bongo. Mimi I mean, I mean to that, you know? Hapa hapa Bongo wapo watangazaji industry hiyo hiyo ya media. Wanalipwa over 10 million. 10 10. Na ni watangazaji tu wanatangaza kwa masaa yao ya siku hiyo they leave the office na kuna ambao wanalipwa kutafuta habari, anapewa laki tatu na awazidishi masaa matatu, three hours a day times five, kwa sababu anafanya kazi mpaka Ijumaa, manake 15 hours, masaa 15 kwa wiki. Okay, masaa mengapi kwa mwezi? Masaa 60 kwa mwezi wao. Unafanya siku ngapi? Masaa 60 kwa mwezi, na analipwa 10 million. Why is it money attracted to them? Thank you tan. So elewa hiyo kwamba Sumaku kuna kitu inaitwa magnetic fields eh? Yes, usumaku ule wa sumaku ukiwa unavuta chuma, chuma hakina maamuzi, yani sumaku ikaa mahali, chuma hakina akina maamuzi, yani chuma ni kitumwa. Yes. so from today anza kuiona fedha. yes. ni mtumwa, haina maamuzi juu yako, ila wewe una maamuzi juu yake. Amen. I can control it. Yes. Nimekutajia kazi kwanza. Mimi somo langu linadili na money. Money on itself. Okay? Yes. Na kuepuka personal wrong interpretation nitatumia mifano ya Biblia zaidi. Maana watu hawashindwi kukuwekea maneno ambayo ukusema. Okay? So, When magnet is pulling out some iron fields. <laughs> Vyuma havina maamuzi, kuna nguvu iko katikati pale, inavuta inavuta. Ni kitu kimoja tu, mimi nataka kuonyesha ku, ku, ya kwamba kama ilivyokuwa kwa kibali kinaisha kubali pia usumaku na yenyewe, kuna baadhi ya maeneo, when you are abusing the magnetic fields in that iron bar, when you are abusing that magnetic field in that iron bar, vyuma vivutiki tena. Ni nchi hii moja Kuna eneo watu wanaona, na mimi niende beyond nisiongee tu kwenye money magnet, nizungumzie tu prosperity magnet in, in general, kwa maana ya kwamba mafanikio ya vitu mbalimbali mbali, au ya sekta mbalimbali mbali, au ya taaluma mbalimbali mbali, in every area of your life. Kwa hiyo money is a money responds to power yes, yes. Kuna wengine humu ndani mnatongozwa na mawaziri. Imagine that man mwenye uwezo wa kukaa bungeni kwenye kiti cha baraza la mawaziri na raisi wewe unampika na kumpakua chumbani kwako unavyotaka. Can you imagine? And then roho yako kwa aishtuki kwamba if this man can have that glory to be there kuingia kwenye yale malango, hujawahi hujawaijiuliza wewe, mimi naingia lini pale? When, do I, when will I get power to be there? If I can attract this power manake, this power is hii nguvu niliyoweza kuivuta iko chini ya imaya yangu, manake naweza kuwa nayo yes. manake naweza kuwa hivi yes. okay. Biblia anasema azini na kahaba ni mwili mmoja naye okay. nayek kwa sababu ujaana naye na unaana wanaume wengi tufanye wewe ni kahaba sawa. don't, don't get it wrong. Yani, usijihukumu sija kutukana, sija kutukana. na ukitaka iloium siuwache Now if the Bible says azinia na kahaba ni mwili mmoja naye, it should tell you kahaba ana energy ndani yake, ana mvuto wa kuvuta kitu cha maana mpaka waziri akaja, mbunge akaja. Ndo hichi ambacho kinawafanya nyinyi hamfanikiwi, nyinyi maisha yenu yote, ili mpige hatua, mnaanza kusema hivi watanionaje, fulani atanionaje, fulani atanionaje, fulani atanionaje. Hamna naye kuona yaani Amna ah, anayekuangalia. Ndugu yangu endelea na maisha yako, acha una umaskini, utakuua yes. Jipambanie ndugu yangu, upige hatua, mgeukie na kwambia okay, si hatukuangalii weendelea tu utafuta hela. Mnatafuta sifa za kijinga, yaani sifa ambazo hazipo. Atanionaje? oh, atani... kwambia nakuona, mgeukie okay, na kwambia si tumekwambia tunakuona Wangapi wanajua jirani yake ana shilingi ngapi kwenye akaunti? Mgeukie, okay, jirani yako mwambie, huyo naye mwonea aibu kwamba atakuona. Mwenzako hata ajui kama unadaiwa. Hajui kama uliweka ndoto ya kununua gari mwaka huu na hii ni Novemba. Wewe unakazana atanionaje? Atakuona unaendelea kutembea kwa miguu mwakani Ndo takavyokuona, endelea kuona aibu hivo hivo, kwamba hasa watu wakiniona hapa, watani wakanisani, wakinikuta hapa watanionaje? Kaa maisha ya kupiga picha ah, wakijua mi nafia kama majani. Sasa itakuwaje? Subiri wajua wamefukuzwa kodi ya nyumba, ndo utajua. Wanajuaje? wako wenzetu hapa duniani, they they don't struggle kabisa and money money money money money knocks at their door, money follows them where they are. Yes, yes, hmm? Amen, amen, amen, amen. Yote anayotokea nje ni ni impact ya kilichoko ndani. yes. Ni impact ya kilichoko ndani ndani. Sema money magnet, money magnet. Sema tuna money magnet, money magnet, money magnet. Shetani hana nguvu kuliko hela, kwa sababu Yesu aliposema mwezi kuwatumikia mabwana wawili, anasema huwezi kumtumikia Mungu na mali, sio Mungu na Shetani kwao, unaelewa? Shetani na hela, hela ina nguvu kuliko Shetani. yes. devil is very weak very cheap. Imagine Yesu anasema kitu pekee kinachohatarisha nafasi ya Mungu sio pepo, sio Shetani, ni hela. Mungu anaweza kunyang'anywa nafasi na hela. Oh. Na uungu wake, yani Jehova ni mkuu sana. Ila hela inaweza kanyanganya nafasi yake moyoni mwako. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Utajiri hautakauka kwenye maisha yangu. Utajiri hautakauka kwenye maisha yangu. Kwa sababu Mungu wangu anatoaga. Kwa sababu Mungu wangu anatoaga. Si watu wanavyolalamika hivi. Nyema, watu watu wanasikia wachungaji wa siku hizi, wanafundisha kuhusu utajiri. Jamani utajiri ni vitu vya kawaida kwa Mungu, yani sio vitu vya kusumbuka. Alimpaga mtu bure wakati ya kuomba. Kwa maana yake nini, utajiri sio kitu hata cha kutafuta. Mungu aligawa utajiri bure, yes, jamaa hata kuomba. Mungu alimwambia nakupa sasa, nakupa when God bless you, you unataka ufikie level kwenye maisha yako, vitu vyote vinafanyika kwenye maisha yako, na ukitrace ulitumia shingapi kununua hiki, ulitumia hela kutokea wapi, huna majibu, then hapo ndipo utakapoanza kujua kuna mkono wa Mungu na supply kwenye maisha yako Amen. Ukiona my sister ukiona kila kinacho unachonunua you you you you you you you you you you can record, you can can can record remember bado bado hujabarikiwa hujabarikiwa wewe you need to reach a time where you can no no longer longer tell how how how how did did did did you build the house how did you buy that that that car yes. how did you go that school school how did you pay that school fees yes. when you can no longer understand then you should know mkono wa Mungu usionekana ulianza kufanya kazi siku nyingi sana Nimekwambia hivi kule duniani wana nguvu zao za kishirikina zinazowapa nguvu. Huku kwa Mungu, ndio ndo ninakupa hizi njia zetu, let it go, don't be attached, ni sawa sawa. Yani wanadamu wanapenda kushikilia vitu sana, kwa Kiswahili, wanapenda kushikilia vitu kiasi kwamba yani jina yake inaitwa ko eh, mkwaswaswa mwa mkwaswaswa, mwangimba anakwenda anataka kuwa international, international anaenda mwangimba international shop mpaka mtaje kuitaja mwangimbwa mwangimbwa, yani wapelekee wa Kenya, afu watajie mwangimbwa, ipeleke Ulaya mwangimbwa international. Now you think God cannot supply. You think God cannot open that door. You think God cannot lift you. There is someone you think in your mind, he can open a certain door. No, Biblia nasema imeandikwa, amelaaniwa mtu yule amtegemee mwanadamu. Sema, Baba, kwa jina la Yesu, Baba, kwa jina la Yesu, kuanzia leo hii, kuanzia leo hii, moyo wangu umekugeukia wewe, moyo wangu umekugeukia wewe. Kwa hiyo unaposema hivi, Baba, nimeleta moyo wangu mbele zako, Mungu asikilize maneno, moyo wako anauona, kwenye hazina zako. we can always start where we are, start where we are It's not a a play. We we know what we do. And this is a principle. Kama wale wanachinja kule wanachinja ili washike vituo vya mafuta, wewe we uku utachukua vituo vya vya kuimba. Bwana, nimefanya nyumba kwa ajili yako oh, oh. <laughs> au kwa kusema, Ora oh, bashika, nashika kituo, nashika kituo. Mama zetu tangu zamani walikuwa wanafanya hivyo nashika nateka, nateka anga, tangu ameteka anga, hamna anayemiliki ndege hata mmoja. <laughs> Ewe hey, mkuu wa anga, mkuu wa anga, ukimpiga, basi rusheni hata ndege moja. Wazazi wetu walikuwa wakobize kuteka anga, nateka anga, nateka anga, tunateka anga la hapa eneo. Wakati wao wanateka anga, wenzetu wakobize wananua ardhi kwa Filisti, wamejazana Masaki huko. Alafu wazazi wote wameteka nini? Tatizo angani huwezi kujenga. This is the reason why I'm pushing you guys to do great things. Hivi yeah, ninavyowaambia hizi principle, sio ili msupporti maisha yangu au maisha ya huduma. No. Hata kama unaona hii sio maipa kutoa sadaka zako fine, but make sure sadaka zako ziko kwa Mungu, it it will will make you attract wealth. It will attract wealth good things. Solomon hakuomba utajiri ila utajiri ulimtaka utajiri ulimtaka yeye. Mungu alimwambia hivi, hata kama hautaki. Ana mwenye kushangaa, hujaomba hela, ujaomba nini? Sasa kwa kuwa, hata kama hautaki nakupa na ni muda wa kuchukua nafasi yako katika meza ya HW, awasilishe kwako mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa na kukujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi.